Kufuatia kuonekana kwa hali isiyo ya kawaida angani jijini Dodoma, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Dkt. Ladislaus Chang'a, amesema kuwa hali hiyo ni ya kawaida na hutokea pale ambapo mwanga wa jua unarejewa unarejewa kutoka kwenye mawingu yaliyokaa katika tabaka la juu la anga. Hiyo ni tukio la kawaida yaani, rainbow huwa inatokea pale ambapo Uh, ile mia, mia, miale ya jua inakuwa reflected eh, kutoka kwenye mawingu, unaelewa? Sasa inawezekana hapo labda kuna mawingu ndio, ya kiasi fulani ya yale ya anga za juu. Uh, sasa inawezekana labda ndio anareflect hiyo hiyo miale ya jua na zinatokea hizo kala kwenye kwenye nani hiyo hiyo rainbow. Tukio la rainbow ni la kawaida ambayo inatokana na nani reflection ya light. Uh, ile sunlight inakuwa reflected uh, inatawanywa katika sehemu mbalimbali na hivyo zinatokea hizo rangi. Hiyo rainbow ni hali ya kawaida. Kwa, kwa, kwa ujumla ni kwamba uh, kama tulivyosema kwenye utabiri wetu Dodoma, mvua tunatarajia kwamba zitaanza wiki uh, ya kwanza ya yeah. <laughs> kwanza mpaka labda ya pili ya mwezi Desemba. Ndiyo. kwa hiyo bado msimu bado hapa, lakini kwa ujumla ndio ni hali ya kawaida. Swala la rainbow ni hali ya kawaida, inakuwa refracted na inaweza ikaonekana sehemu ndogo tu ya katika eneo yani, kwa mfano kama Dar es Salaam anaweza asione kitu kama hicho, kwa sisi hapa tukaona eh, kulingana na mawingu yaliyopo katika eneo husika Uh, asante. Kwa hiyo tuwatoe tu wananchi wasiwasi, kama kuna wasiwasi wa aina yoyote. Hali ya hewa iko shwari na uh, kama ni msimu wa mvua tunatarajia utaweza kuanza uh, wiki ya kwanza kuelekea Desemba. Wiki ya kwanza ndiyo tunatarajia mvua zitaanza kwa upande huu uh, uh, kanda ya kati. Cha msingi ni kwamba wananchi waendelee kufuatilia taarifa zetu, na nyie tunawashukuru sana kwa kazi kubwa Uh, kuona yeah, chochote ambacho kinahitaji ufafanuzi na piga simu kupata ufafanuzi kwa isha, jamii wanapata taarifa ambayo ni sahihi na uh, pia utatanishi